Ni zaidi ya mwaka mmoja tangu kanisa la AGGCI kusajiliwa kisheria, walifanikiwa kufanya uchaguzi wa viongozi wa kanisa mwezi wa Agosti mwaka huu. Kwa sasa linasimamiwa na Askofu Mkuu Paul Busungu. Katibu mkuu kanisa la AGGCI Askofu Dr Robert Ngai anawatoa hofu wachungaji wao kwa kuwa uchaguzi huo anadai ulifanyika kwa maelekezo ya msajili wa vyama na katiba ya kanisa. Ndugu maaskofu, wachungaji na waumini wote, kwa taarifa hii naomba muwe watulivu, naomba muwe wasikivu. Tunaiamini serikali yetu, tunaiamini mahakama ndiyo chombo pekee chenye uwezo wa kutafsiri kutoa haki katika kile kilichopelekwa mezani. Naomba tuiamini mahakama itatenda haki. Hivyo taarifa zote zinazotolewa na hawa ndugu, naomba mzipuuze, si za kweli, zisije zikawaharibia mfumo wa imani na utulivu katika kanisa letu na katika nchi yetu pia. Naomba taarifa hii mfikishie na mwingine Hakikisha kwamba kumekuwa na utulivu, kumekuwa na amani. Tuendelee kuliombea kanisa, tuendelee kuiombea serikali, tukiamini haki itatendeka. Dokta Ngai akatumia nafasi hiyo kuwaasa waumini kutoandamana siku ya uchaguzi, na baadhi wakisisitiza wachungaji wa kanisa kutotetereka juu ya dhehebu hilo. Lakini utakayevunjwa kiundo kwa sababu ya kwenda kuandamana, mimi mkono mkorosiwengi kwapo b lakini uchaguzi ulifanyika vizuri kabisa kwa hiyo, nasema kwamba ebu, wachungaji watumishi wa Mungu, mtulie, asiwepo mtu wa kuweza kutangatanga kujua kwamba hakuna kilichoendelea, kwa maana serikali yetu iko upande wetu. Kwa hiyo niwaombe watumishi wa Mungu tushikane kwa pamoja kulijenga kanisa na Kristo atukuzwe katika maisha yetu. Kanisa la AGGCI limesajiliwa baada ya kumaliza mgogoro uliojitokeza baina yao na viongozi wa EAGT yeah.